Mwantona, na wewe watakapoishia tu sema wanataka nini, ni lazima tumlinde. Kwa siku saba imeanza kuchimbwa mkandarasi amea shaaa chiku wetu kwa kuweza kutukabidhi hiki tutampelekea mbunge wetu Anton. Kwa kweli pimbo ya chiku tumeipata leo, ni jinsi gani mbunge wetu Alberti Mwantona anapendwa na, na kila watu wa kila aina, kwa sababu ahadi zake zimekuwa kweli na zimekuwa za kweli kweli. Barabara hii baada ya kupata mkandarasi limechimbwa kuanzia chuo cha magereza mpaka sasa tunaendelea kikulu, lakini mkandarasi wetu amesuasua. Leo hii tuliungana na mheshimiwa mbunge lakini, pia mheshimiwa mbunge ameungana na mheshimiwa diwani kwamba mkandarasi huyu akiendelea kusuasua basi watapokonya tena na kumpa mkandarasi mwingine. Mwantona oye Asasafi kwa kweli, watu wa kijiji cha Mboyo na kata ya Upepo ni washukuru sana kwa kutuletea jembe hili. Yasuli moja ya madiwani wachapa kazi kwelikweli, moja ya madiwani kwa ya kwa mwange, wa fuatiliaji kwelikweli. Kabla ya kuteuliwa kuwa wa katibu mbunge, nilipokuwa mwenyekiti wa kijiji, aliposhinda tu amenituma sehemu mbalimbali kwa kweli nina... tuna hakika sisi ofisi ya jimbo tutazipata. Mwantona oe! Tukizipata tu basi sisi tutakuwa tukijibu Asoni oe. Hapa tuna Asoni juu tuna Mwantona juu tuna Samia Mboyo oe! Oe! Oe, safi! Ndugu oe. zangu leo tumekuja kwa ajili ya kukabidhi mifuko 100 ya simenti na tunavyoendelea kujenga e, e, zahanati yetu Mheshimiwa mbunge ataendelea kuchangia zaidi zaidi alitamani sana kufika leo hii lakini japo akapokea simu ya dharura kuendelea na vikao huko mjini Dodoma. Mwantona hoye! safi Mwantona. Mwantona amenituma ameniambia anawapenda sana wananchi wa kijiji cha Mboyo. Na nashukuru sana kwa kwa chakula nyingi za kishindo Mwantona oye! Mwantona. Safi. Mwantona safi. Mwantona tunaongea vizuri sana o, anawapenda. Na leo hii nitaka nije naye hapa lakini, yeah, no. Mbaya, bahati mbaya amepigiwa simu, ameenda Dodoma, lakini akasema wasalimie watu wa Mboyo, na akitoka kule tutakuja hapa. Na mimi mwenyewe siakuja kushukuru leo, kwa sababu leo so sio mkutano wangu, nimeapishwa juzi sasa ndio diwani wa wakati yae ya, ya kwa hiyo sasa nimekuja kushuhudia kile ambacho tuliahidi, na Mheshimiwa Mwantona alisema mifuko mia moja mia mbili kwa ajili ya zahanati. Ameileta mia moja kwanza, lakini naomba ile mifuko pale isikawazee pale, naomba ikafanya kazi, ikishaisha tupige simu chicho na uwengu na maton na nanii na mesa nanini mwenyewe sio yatatoka tuko Mwantona kuna mwenyewe tachukua halmashauri pale itakuja hapa vitu mingi mtenene kuja hapa Jamana hey, unachotaka kuwaomba ndugu zangu, panahitaji utulivu. Mara nyingi maendeleo haiji kwa ugomvi, si sindio, jamani? Na kingine ni washukuru, mmepata mmepata jembe. Lakini kingine ambacho ndugu zangu mepiga simu sana, tumepata barabara, lakini gereda imeonekana imekuwa ni shida. Kwa hiyo ni mara nyingi

lakini kila kitu tuto moja, watu ambao Wamboyo, mimi nitawalipa kwa maendeleo, barabara inachimbwa, sifa kwa Mwantona tatu. Leo tumetokea mifuko 100, siem oye no, wakufanya kazi pamoja na mtoto wetu Mesha, sisem hoye basi mimi nisiwe nayo mengi sana, naomba na utekelezaji mwema mifuko mia ifanye kazi Amina. Mapema kabisa, mbunge ana kazi kubwa ya kufanya, ilishe tuombe mingine weye weye. Basi baada ya kusema ni mema kwa Amina, tukiwa kama wakina baba wakina mama ni wazazi wamesha, sasa hivi atamuita Meshack, tunamuita mheshimiwa katibu wa mbunge <coughs> Mwalubanda. Kwa hiyo sisi sasa hivi ni wakina mama, lakini tunanyenyekea kwa nani na wana Sani. Maombi tuelekeze kwa mtoto wetu na kwa diwani hapo, ili mambo ya wapi? Tuzidi kuwaombea viongozi wetu, ili tuzidi kutoboa, -e Mboyo kuwe mjini zaidi, -e isimu, -e oye, tunashukuru sana -e kwa ujio wenu, itupelekee -e shukrani hizi kwa mheshimiwa mbunge kusema kijiji cha Mboyo tunashukuru sana, hatuna cha kumlipa ila Mungu ndiye atakayemlipa, asante -e kwa majina naitwa Flora Kristoph muduka nimetoka, kijiji cha Mboyo ninashukuru sana sana sana, yaani shukrani zangu hazina kifani. tunamshukuru sana kwanza uongozi sasa ulioteuliwa sasa uliochaguliwa kipindi hiki, tukianza na diwani wetu, tukienda kwa mbunge wetu, tukienda kwa rais wetu Asante, tunashukuru sana tazama. Ilikuwa historia kwenye kijiji chetu hiki cha Mboyo, oh. barabara kila uongozi unavyokuja, kila mbunga anavyokuja kugombea hapa, kubanalia barabara, lakini imetimia ile historia tuliyokuwa tunaiongela miaka mingi, imefutika yeye pamoja na familia yake, baraka zimiminika dhidi yake, na Mungu ambariki asichoke. Sisi kwa kijiji cha Mboyo mpaka achoke mwenyewe kushikilia ubu, wa ubunge kule achoke mwenyewe, kizikuka tayari kumuunga mkono hadi atakapochoka yeye mwenyewe, asanteni. Saabaki kuwa yeye, hakuna wakuzuia, yeah! Na leo hii ametuheshimisha wana Mboyo hususani na kata ya Rupepo. Yeye ndiye katibu wa mbunge, sio swala dogo. Kata ishirini, kata ishirini na ndani ya wilaya ya Rungwe yeye ndio aliyeshika kijiti na yeye ndio anatuongoza, amembeba Kristo ndani yake, na tunajua tutafika tunakotaka kwenda kufika. Ndugu zangu mlioambatana na uongozi huu, tunashukuru sana kwa zawadi alizozitoa mheshimiwa Mwantona, anatupenda. Tumeona utekelezaji ulio mzuri na madhubuti, tumeona barabara, utekelezaji wake unaendelea Tumeona mifuko ya saruji hapa, wote tumeshuhudia. Tumeona jitihada zinazofanyika, umeme unawaka kila kona. Ni jambo la kumshukuru sana mheshimiwa Mwantona. Tunaomba salamu hizi mtufikishie, wana moyo, tuko chini ya miguu yenu kwamba tumewakuta wako hai na wako tayari kufanya kazi kwa uangalifu dhabiti kabisa. Hatutaweza kumwangusha mheshimiwa Mwantona. Kazi itafanyika na mahali popote atakapohitaji, twende wanaMboyo na kata ya Rupepo, tutaenda na tutafanya.